sisa ne kamasika kakhabonekhana muserekeresia namawanga mukonstituensi yekimilili mu kaundi yebungoma enyuma wamayi wolana kimiiko khamsitatu khuyila munju nekhufwa khulondekhana nende bamenywa bechimbeke echo sikholwa esyo sikholekhe biso byasayine chemusilo nio babakhilibwe bahi, khusimia kumulilo kwo kube nende bukhafu buangaki. Jaribu ku access ndani, kuingia ndani. Tuone kweli venye tunaweza mtoa ndani lakini hatukuweza wakati hiyo hadi mpaka tukipiga nduru, majirani wakajaa, wakazidi kuongezeka, ili tuone vile tutasaidika, tuingie ndani, tujaribu kumuondoa. Lakini huko ndani kulikuwa na moto, sasa ime imekuwa mingi, moshi nayo ilikuwa imezidi. So hii moshi ilikuwa inatokea pande wa nyuma, na huyu mwenyewe kumbe alikuwa kwa hii rumu ya huku. So kabla tufike hapa, nafikiri tulikonsentrate mahali moto imeanzia huko kabla tufike hapa moto ilikuwa sasa kuingia kwa nyumba ikakuwa ni shida. Tulipoendelea kungang'ana kupomuwa nyumba tukapata marehemu ako ndani ya nyumba kwa masta yake. omusakhulwa marehemu abolere ali sikholwa iso sikholekhe bise nibyo abele mwiduka liabwe eyi bamenywa nabenya bikuka bye bulindi ukhuwanjisha bumenielesi sinasikholere kumuliro kwo Tulifika hapa tukaona watu wamechakwa poma hata <coughs> mm sikuamini siku hmm, sikuamini lakini, kwa nyumba vitu vilikuwa vitu mingi, kwa nyumba vitu vyote emeungua, hakuna kitu chenye eme, eme, ilipaki. Inaomba ya kwamba hiki kitendo kichunguze na maafisa wetu wa polisi. Polisi station ya Kimilili ipate kuchunguza ili tupate kuona ni nini kiini kilichosababisha e, mkasa huu. Serikali iingilie itusaidie. Ba menywa balala na bafwana ni shambo wakana marehemu kerebwe nende bandu bakhamanyikhane ta mala ekhumalilikha na bosi enju yewe Amepatikana katika kitanda, kwenye kitanda chake. Hata huwezi sema mtu moto umekuja, instead ya kustruggle, apatikane maybe anatoka nje ya nyumba. Amepatikana katika kitanda chake. Again, tumeambiwa ya kwamba marehemu alikuwa amebeba maybe chakula kutoka kule sokoni, anakuja nyumbani. Kile chakula kinapatikana nje nyumbani kwake. Hicho chakula kama marehemu alikuwa ametoka nacho sokoni at least kingepatikana ndani ya nyumba, so there are so many questions. Alafu tena hatuwezi sema ni stima imesababisha, kwa sababu eh, moto ukiwaka, majirani wakija, bulb za nyumba zilikuwa zinawaka, so kungekuwa na default ya stima, at least stima haingekuwa inawaka. Jambo la pili, kuna speculation ya kwamba tena maybe gas ilisababisha. Tunaambiwa gas haikuwa na haikuwa refilled ilikuwa empty na imepatikana katika nyumba imechomeka. So speculation ya gas na stima hiyo, kama wakaaji tunasema haiko. Moto ma, kulingana na majirani venye wanasema moto ulitokea sitting room, na muathiriwa alikuwa bedroom. Kama yenyewe kweli kulikuwa na default ya stima ama moto umewaka wenyewe, marehemu at least angejaribu kuj, eh, kujinasua akuye anatoroka eh, kuokoa maisha yake omukhongove wa polisi mukaundi ngekhe ya kimili ficto na narama lulwala musikholwesyo aboliraali oses. na officers from Kimilili subcounty walikimbia mahali pale na wakajaribu kusaidia. Wananchi walijaribu sana kwa sana, walisaidiana kuzima moto, lakini tayari moto ulikuwa umeshindwa